Tukae nanyi sasa tunapolisikia neno lake la uzima, amen. Amen. Neno la mahubiri tumepewa siku hii ya leo kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 55 mstari wa kumi na mbili na ule wa kumi na tatu Isaya 55 kuanzia mstari wa kumi na mbili, nami nasoma katika jina la Bwana. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani, mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Badala ya michongoma utamea msunobari na badala ya mibigili muhadesi. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Na tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba muumbaji wetu, asante kwa huruma yako na rehema yako kutufanya taifa lako, e Mungu takatifu, tunakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili katika nyumba yako, tukikuomba kwa neno lako hili endelee kutuimarisha na kututia matumaini tunapokuwa katika safari hii ya kuelekea katika uzima ule wa milele ambapo Bwana wewe kwa njia ya mwanao umetuwekea tayari. Tusaidie e eh Mungu, tumalize mwendo huu salama, na hatimaye tukamwone Yesu Bwana wetu na wewe Baba yake uso kwa uso katika ile furaha kuu ya milele amin. Tukae wapendo. Baada ya kazi na taabu zote, baada ya kazi na taabu zote, tumeimba tutamwona Bwana Yesu, tutamwona Yesu uso kwa uso. Yesu amekwisha kuweka njia ya kwamba yeye ametuandalia makazi ambapo tutakaa milele pamoja na wateule wote, na ndio maana tunaongozwa na neno hili linalosema uzima wa milele upo kwa ajili yako, ndivyo inavyosema kalenda yetu, na ndilo neno litakalotuongoza katika juma lote hili. Uzima wa milele, ndugu yangu, upo kwa ajili yako. Siku ya Bwana ya leo ni siku ya mwisho kabla ya majilio, yani Advent, na katika majuma matatu yaliyopita tumekumbushwa kuhusu siku ya watakatifu wote, lile kusanyiko la watakatifu wakati wa Bwana utakapofika. Tumekumbushwa kuhusu kuvumilia hata mwisho katika Bwana. Katika safari hii ya kuelekea katika ufalme wa mbinguni, katika maisha yale ya milele, tunahitaji kuvumilia lakini kuvumilia katika Kristo Yesu na tumeambiwa pia tukakumbushwa katika majuma haya matatu kwamba kutakuwa na hukumu ya mwisho na ni heri wale ambao Mungu kwa neema yake atawahesabia haki na wale ambao watakuwa wameafua mavazi yao kwa damu ya mwanakondoo hawa ndio tunaambiwa watakaribishwa katika ule ufalme na ufalme wa mbinguni. Lakini wale ambao watakuwa wametenda maovu, wale waliodharau jina la Kristo na kutokumwamini na kumtegemea na kumfuata yeye, tunaambiwa pia hukumu yao ni kutupwa katika ziwa la moto wakao milele. Tujiandae kwa hukumu ya mwisho. Na leo tunaambiwa na kukumbushwa na kutiwa moyo kwamba uzima wa milele upo kwa ajili yako, uzima wa milele upo kwa ajili yako hapa katika somo tulilolisoma Isaya, nabii Isaya anaonyeshwa na kufunuliwa mambo yatakayotokea ndipo anapewa ujumbe huu kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wamechukuliwa utumwani, watu waliokuwa wamepoteza tumaini watu waliokata tamaa waliokuwa na hofu Mungu anawaambia mimi nitawafanyia furaha nitawafanyia amani kwa wakati ule wakiwa utumwani furaha na amani vilionekana kama ndoto jambo lisilowezekana lakini Mungu anawapa ahadi hii, anawaambia mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mungu anatoa ahadi hii ya matumaini kwa taifa lake lililoko katika utumwa ahadi ya matumaini, ahadi ya Mungu haitegemei ile hali yao, mazingira wanayopitia kwa wakati ule. Hata kama mnaona kwamba hakuna tena matumaini, hata kama mnaona furaha hiyo tutaisikia tu kwa mbali, ni vitu visivyoonekana katika mazingira haya, Mungu anaweka ahadi yake akionyesha wazi kwamba ahadi zake ahadi ya kwake ya kwamba mtatoka kofura, kwa furaha na mtaongozwa kwa amani haitegemei kamwe mazingira mlioko, haitegemei. Ahadi ya Mungu ni ahadi inayotoka kwa Mungu aliye hai, na neno lake ni neno la kweli, ahadi ya kweli mtatoka kwa furaha na amani itawarejea. Ndugu zangu, hapa neno hili ni neno la kuwatia moyo kwamba Mungu atawarejesha watu wake, atawarejesha na hapa ndipo anapowaambia kwamba yeye katika kuwarejesha atafanya tena amani, atawarudishia amani na tena yeye atawarudishia furaha yao. Furaha hii hata ukiangalia katika wana wa Israeli, baada ya kutoka utumwani na ahadi hii ilipotimia, ni furaha. Sio, haina maana ya kwamba hawangekutana tena na changamoto, changamoto katika maisha au katika urejesho ule, jambo ambalo Mungu anarejesha, anawaambia katika kuwarejesha, ninawapa hakikisho kwamba nitakuwa pamoja nanyi. Na hata mtakapopita katika changamoto, katika mapito, mimi nitakuwa pamoja nanyi na nitawapa amani na nitawapa furaha hata wakati wa mahangaiko. Urejesho ni uhai mpya. Mungu anapofanya urejesho, tunaambiwa hapa hata uumbaji wake wote ufurahi ushangilia maa, anasema, chatoka kwa furaha, kiongozwa kwa amani mbele yenu, milima na vilima vitatoa nyimbo na miti yote ya kondeni itapiga makofi, na badala ya mbigili mibigili, mhadesi jambo, mhadesi utaota, badala ya michongoma utamea msonobari. Hii ni picha ya jinsi Mungu alivyo na uwezo wa kubadilisha hali yetu, mazingira yetu. Tunayoona ni mazingira makame, mazingira ya kukatisha tamaa, mazingira ambayo hayatoi haya, haya matumaini. Inawezekana hata wewe na mimi, kama walivyokuwa tu wana wa Israeli, uko katika hali hiyo, na hii tunasema ndio hali ya dunia unaona ukame unaona kukata tamaa au kukatishwa tamaa huna tena matumaini lakini yuko Mungu ambaye anasema atafanya kitu na ana uwezo wa kufanya hivyo kukurejeshea amani na furaha na sio wewe tu bali anapotenda jambo analeta uhai mpya, uhai mpya ndiyo maana unaambiwa hapa, milima inashangilia, vilima vinatoa nyimbo, miti yote inapiga makofi. Picha hii Isaya, nabii Isaya haonyeshi haonyeshwi tu na hazungumzii tu Habari ya wana wa Israeli kurejea kutoka uhamishoni, anatazamishwa mbele zaidi kuhusu lile ambalo Mungu atalifanya kwa uweza wake mkuu na kwa upendo wake mkuu kwa wanadamu ambao anatupenda sana, atafanya Mungu. Kwa hiyo hii ni kama injili anatazamishwa mbele, habari njema za uokovu ambao Mungu ataufanya kwa neema yake na sio kwa kustahili kwetu, kwamba hawa nitawarejesha, nitawarudishia tena furaha, nitawapa tena tumaini. Na hili ndugu zangu, limefanyika kwa ajili, kwa njia ya Yesu pekee yake. Ni habari njema kwamba Mungu huyu ana uwezo na anataka kwamba palipovunjika moyo palipoharibika, yeye atapafanya kwa upya, ataleta uhai mpya. Ndivyo alivyo Mungu wetu. Kwa hiyo leo unapoambiwa uzima wa milele ni kwa ajili yako, uamini neno hilo, ushike neno hilo, kwa sababu Mungu tunayemwamini ndiye Mungu mwenye uwezo wa kuyafanya hayo yawezekana. Natembea katika miiba, unakutana na vikwazo vingi katika safari yako ya maisha na katika safari hii ya kuelekea mbinguni usikate tamaa, shika neno hili la Mungu kwamba nitafanya mambo mapya katika maisha yako. Unapita katika miiba, unapita katika misukosuko mingi, lakini ujue neno langu halirudi bure, ahadi neno la Mungu. Kwa maana hiyo, ahadi zangu ni za kweli na zinatimia. Mimi Mungu asema, nitatembea na wewe, nitakurudishia amani na amani hii itakuongoza. Mungu anayetuongoza na kutupa amani na furaha. Huyu huyu ndiye Mungu aliyetenda kwa taifa lake Israeli wakati ule. Ndugu zangu wapendwa, naweza ukajiuliza hivi, na kweli na mimi nipo? Niambiwa eti uzima wa milele upo kwa ajili yangu? Naweza ukawa umeingiwa na mashaka kutokana na mapito unayopitia. Ye, uzima na mimi nipo kwenye uzima wa milele? jibu ambalo tunapewa leo ni ndio, hata wewe ujue ni mmoja wapo. Kwa nini? Kwa sababu wote tuna mwaliko. Ndio maana ya lile neno Yesu Kristo alilosema namwamini Mungu niaminini na mimi msifadhaike mioyoni mwenu, msifadhaike, usiwe na mashaka, usiwe na hofu. Yupo Yesu Kristo ambaye ni mshindi wa yote, na yeye anataka sote tuwepo Nasema ninaenda lakini nitarudi, nitakuja kuwachukua ili mahali nilipo mimi na ninyi mupate kuwepo. Hiyo ndio garanti yetu ya kwamba uzima wa milele ni kwa ajili yetu, na neno la Mungu kwenye Yohana kumi na saba linasema neno hili, na uzima wa milele ndio nini? Uzima wa milele ni kumjua Mungu na kumjua mwana wake Yesu Kristo. Na kwa kumjua, maana yake ni kumfahamu kweli ndiye Mungu, kumfahamu Yesu kweli kwamba ndiye Bwana, kumtii na kumtegemea, amini kwamba ndiye na hakuna mwingine zaidi wenyeji wa mbinguni ni wako Yesu anasema mimi ndiye njia na kweli na uzima na ukisoma pale mistari inayofuata kwenye Yohana kumi na nne njia kweli na uzima yeye aniaminie mimi na kulishika neno langu anao uzima wa milele kwa ujumbe wetu kwa siku hii ya leo, ndugu zangu, ndio huo, kutuambia kwamba tunapokuwa kwenye safari hii ya kuelekea mbinguni, bila kujalisha tunapita katika changamoto za namna gani, miiba ya namna gani, vizingiti vya namna gani, tusikate tamaa, tutembee kwa imani, tutembee bila hofu bila mashaka. Ni kweli watu wa imani wanajua njia hii, wameona kwamba uzima wa milele upo kwa ajili yangu na kwa ajili yetu. Lakini tutambue, njia ya kwenda mbinguni haijawahi kuwa rahisi. Na wala haitakuwa rahisi, na siyo rahisi. Mungu hajatuahidi hilo. Analotupa ni uhakika kwamba atatembea na sisi, na ndani ya maangaiko na tabu zote, yeye bado atatangulia, na yeye atakuwa ndiye sababu ya furaha yetu na tumaini letu na amani yetu. Napenda nikuulize wewe ulioko safarini, sasa sisi tulioko safarini tunakanyaga hii njia ya kufika huko, pale tunaposema itakuwa furaha kuu. Wanakwaya wameimba na sisi tumeimba ile ya kumwona uso kwa uso. Napenda kukwambia ye bado hata katika mapito haya unayo hiyo amani umeondoa hiyo hofu umeondoa hayo mashaka katika eh, safari yako, kwa kuwa unajua tunaye Yesu. Nimesema hatujaahidiwa safari iliyo rahisi ya mteremko kwenye jambo la kwenda mbinguni. Hayo mahali pengine, na huwa nawaambia watu. Kuna watu wanafikiria kwamba okay mimi tayari nikishabatizwa mimi ni Mkristo na hivi na nitakwenda mbinguni tu, lakini ma na nikimwamini Yesu basi sikutani na changamoto zozote. Mimi nakwambia, hasa ulioko kwenye njia hiyo ya kwenda na kuelekea kwenye uzima wa milele baada ya maisha haya, hakika changamoto utakutana nazo za kila aina. Huwa anawaambia watu kwenda mbinguni, sio kama jambo la kufika mbinguni, sio kama jambo la kukwenda hapo sokoni kwa Sadala au unafikiri unaenda hapo Kiboroloni, unasema nafika mara moja. Hata hata Kiboroloni au Sadala hapa katikati unaweza kuwa na changamoto nyingi tu, eh? nako anachanga sasa, sembuse mbinguni. Naomba utambue hilo. Viko vikwazo, lakini yuko huyu ambaye anasema mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani na mtafika kwa neema yao. Bwana Yesu asifiwe. Mtafika kwa neema yao. Hivyo ndugu mpendwa, leo neno hili litutie moyo kwamba Yesu akiwa ndiye njia, na sisi tukampokea kweli kwa imani na toba, na kubadilisha nia zetu na mawazo yetu, kwa sababu Mungu ana huo uwezo. Ndio maana ya kwamba anaweza, katika nchi ambayo inaota mbigili nchi ambayo inaota michongoma akaotesha misonobari akaotesha muhadesi, yaani uhai mpya wenye nguvu wenye afya. Na ndivyo alivyo Mungu wetu, katika safari hii tunapojikabidhi kwake kwa imani na kwa toba, kubadilisha mioyo yetu, kubadilisha nia zetu na kutufanya wapya, kututia nguvu tena, kama watu tunaoelekea katika uzima ule. Unachoambiwa usikate tamaa, na maombi yetu, Mungu atusaidie kwa neema yake, tusichoke njiani. Ndiyo maana hata yule mwimba ule wimbo wa mia tatu thelathini na mbili anatoa neno hili njia ile ni nyembamba, yendayo uzimani. Heri mtu anayekwenda njia hii. Na nani anayekwenda na Bwana Yesu? Hebu tuimbe tu hilo tu, fungu moja, e, fungu moja hiyo, na tunaambiana tukaze mwendo, tukaze mwendo tu, tufike. Hebu tuimbe tu huo wimbo wa pepo. Karubeda, mnaweza kutuongoza, mia tatu thelathini na mbili. aliokuwa waaminifu hata kufa <tipos> tetufike pendwa Mchungaji Ufoo Swai. Leo ni siku yako kwa neema ya Mungu, umeifikia siku hii katika utumishi huu. Mungu amekubariki kwa mema mengi mengi sana, na wewe umekuwa baraka kwa watu wa Mungu. Ni furaha yetu na shukrani kwa Mungu kwamba unamalizia hapa katika usharika wangu usharika wa Shiri, hongera sana mchungaji. Zaburi ile tuliyosoma mia moja na tatu inasema bali fadhili za Bwana zina wamchao, fadhili za Bwana zina wamchao. Mchungaji Swai divo, Mchungaji Swai unataka Mungu atupe nini zaidi katika utumishi huu unataka atupe nini katika utumishi huu? Ni kweli na ndio nikasema, ahadi za Bwana ni za kweli, fadhili za Bwana zina wamchao, tangu milele hata milele, na haki yake ina wana wa wana. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, ongereni sana. Basi ndugu zangu, na sisi tunaungana na ninyi kumshukuru Mungu. Mchungaji Swai kwa ajili yako na wapendwa watumishi wa Mungu, hebu tushike neno hili na ahadi hii ya Mungu, fadhili zake zinao wamchao. Hebu washarika mliopo, mshike neno hili, fadhili za Bwana zina wale wamchao na hazikomi, ni za milele na milele Nao wamchao, ile zaburi ikatuambia leo asubuhi kwamba wamchao, ambao ndio wenye fadhili za Bwana, wanasema ni wale walishikao agano lake, wale wanayokumbuka maagizo yake ili wayafanye, wanaoyakumbuka, wanayoyashika ili wayafanye. Mungu atusaidie tuweze kuyashika, lakini atupe na nguvu na uwezo wa kuyafanya. Amen.